Mambo zenu jamani, natoa mnaendelea salama jamani. Wengine wenu nywele zenu zinakatika, zinakuwa kavu kwa sababu mnafikiria kwamba mafuta ya maji kama haya hapa yanaweza kutia unyevu kwenye nywele zako? Hapana. Wengine wenu unalalamika kwamba nifanyeje ili nikitia unyevu ukaweze kukaa kutwa nzima? Jamani, unyevu wako katika nywele zako unyevu katika nywele zako haudumu kutwa nzima au siku moja kwa sababu unatia unyevu kwa njia ambayo sio sahihi. Na ndio maana nakwambia hivi, ni vizuri ukaweze kutumia creams kama hizi, hii hapa. Sisemi kwamba hii ndo nzuri, kuna cream nyingi sana. Unahitaji kutumia cream kama hizi hapa zinatia unyevu. Na pia unajua nini? Maji ndiyo kitu cha kwanza cha kutia unyevu kwenye nywele zako. Kwa hivyo unaanza kwa kunyunyuzia maji kwenye nywele zako na unapaka cream yako uipendayo kwenye nywele zako. Mafuta yanakuja tu kufanya nywele yako ikaweze kung'aa. Usipake mafuta ya maji peke yake ukifikiria kwamba yatatia unyevu, yatafanya nywele yako ikaweze ikaweze kuwa laini. Hapana. Wahitaji cream ukiongeza na mafuta, nywele yako unyevu utaweza kudumu kutwa mzima, unaweza kudumu siku moja, siku mbili, siku tatu, ili mradi umetia unyevu kwa njia sahihi. Jamani, hapa ndipo nyumbani kwa contenti za uhakika asilimia mia moja. Jamani, kama wewe ni mara ya kwanza kuja hapa na kwamba kazi kubofya pale chini kwenye kitufe kimeandika subscribe. Kwa like hii video ukashia na watu wengine, na comment pale kwenye comment section, na pia kwenye mtandao wa TikTok, na kumbuka iweze kubofya pale juu, kuna alama ya jumlisha, unatemka una like, una comment, una favorite na una share na watu wengine, sawasawa. Tunapakia video hapa kila wiki, asanteni sana I'll see you in my next one. Kwa heri.